Ni dakika kadhaa tu zimesalia dunia kwenda kushuhudia ule usiku wa UEFA, UEFA Champions League katika mechi ya nusu fainali ya pili ama second leg kati ya Inter Milan dhidi ya FC Barcelona. Macho na masikio wapenda soka wote duniani yameelekezwa pale San Siro jijini Milan, Italia. Hakuna anayeingia katika mchezo huu akiwa na uhakika, kwa sababu wawili hawa pale Camp Nou walitoa sare ya goli tatu kwa tatu na ulikuwa ni moja ya mchezo mgumu sana kushuhudia. Sasa leo Wakatalunya wanaingia katika utawala wa joka kubwa la Milan. Je, watachomoka kweli kwenye midomo ya joka la bluu? Kumbuka wawili hao wote wanalitaka sana kombe la UEFA. Ni muda mrefu sasa klabu hizo wasijafanikiwa kunyaka taji hilo. Wenyeji Inter Milan wanatimiza mwaka wa kumi na tano sasa bila kombe hilo mara ya mwisho walinyakua taji hilo mbele ya Bayern Munich. Milano akibuka na ushindi wa goli mbili kwa sifuri katika uwanja wa Santiago Bernabeu. Inter Milani wana mataji matatu tu katika historia ya UEFA Champions League, huku FC Barcelona wakiwa na kumbukumbu ya miaka kumi iliyopita tangu wachukue taji hilo mbele ya Juventus kwa ushindi wa goli tatu kwa moja katika uwanja wa Olympia Stadium huko German. Barcelona mpaka sasa wana mataji matano pekee ya UEFA Champions League katika kabati lao. Je, ni nani atafanikiwa kuianza safari ya kuelekea Munich katika fainali ya UEFA Champions League usiku wa leo? Ni Barcelona ama wenyeji Inter Milan? Dondosha komenti yako hapo kwenye komenti. Hapa ni Super trofi ya Dino Television. Tafadhali endelea kutufolo kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo. Ni dakika kadhaa tu zimesalia dunia kwenda kushuhudia ule usiku wa UEFA UEFA Champions League katika mechi ya nusu fainali ya pili ama second leg kati ya ya Inter Milan dhidi ya FC Barcelona. Macho na masikio ya wapenda soka wote duniani yameelekezwa pale San Siro, jijini Milan, Italia. Hakuna anayeingia katika mchezo huu akiwa na uhakika, kwa sababu wawili hawa pale Camp Nou walitoa sare ya goli tatu kwa tatu na ulikuwa ni moja ya mchezo mgumu sana kushuhudia. Sasa leo Wakatalunya wanaingia katika utawala wa joka kubwa la Milan. Je, yeah, watachomoka kweli kwenye midomo ya joka la bluu? Kumbuka wawili hao wote wanalitaka sana kombe la UEFA. Ni muda mrefu sasa klabu hizo hazijafanikiwa kunyaka taji hilo. Wenyeji Inter Milan wanatimiza mwaka wa 15 sasa bila kombe hilo. Mara ya mwisho walinyakua taji hilo mbele ya Bayern Munich, Milano akiibuka na ushindi wa goli mbili kwa sifuri katika uwanja wa Santiago Bernabeu. Inter Milan wana mataji matatu tu katika historia ya UEFA Champions League, huku FC Barcelona wakiwa na kumbukumbu ya miaka kumi iliyopita tangu wachukue taji hilo mbele ya Juventus kwa ushindi wa goli tatu kwa moja katika uwanja wa Olympia Stadion huko German. Barcelona mpaka sasa wana mataji matano pekee ya UEFA Champions League katika kabati lao. Je, ni nani atafanikiwa kuianza safari ya kuelekea Munich katika fainali ya UEFA Champions League usiku wa leo? Ni Barcelona ama wenyeji Inter Milan? Dondosha komenti yako hapo kwenye komenti. Hii hapa ni super ya Dino Television. Tafadhali endelea kutufollow kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo.